Leo ni siku njema sana, siku ambayo iliyobarikiwa na mwenyezi Mungu, na siku ambayo iliyobarikiwa watu wote ambao wanaendelea kujitafuta. Uh, tusisahau ya kwamba mwanaetu, hauwezi kupata pesa bila kutafuta kazi. Upate kazi kwanza ndo upate hela. No, sana ndugu sana, yetu yeah. Asante sana kwanza, za siku da, siku ni nzuri, siku ni nzuri kabisa. yeah, umeenda vizuri yeah. siku ya leo imeendaje kuanzia asubuhi mpaka hivi jioni? siku ya leo imeenda sawa mm -hmm. yeah, mm -hmm. yeah, kwa sababu nilipo kwenye huduma ya, nimeshinda kufanya huduma kanisani ya, kuanzia asubuhi mpaka jioni mm -hmm. asante yeah. sana uh samani kwa sababu tumekuweka nje sana hapo. Tulikuwa na mtu wa surprise music, lakini hichi uh, kitu labda kinaweza kikakufanyia uisi vibaya kwenye akili yako ndugu. Asante sana uh, tunaona kwamba tulipata habari kuna samano ambazo zipo mtaani, inasema kwamba hivi karibuni unaenda kushuti wimbo wa R1. Vipi hilo kauli, unatuambiaje? uh. Yaani kweli, mm -hmm. Ni kweli visoni kazi inakuja ambapo nilifanya. Kwa hiyo tu kuna maandalizi ya kuandaa mm -hmm. Yes, mm, ya kuandaa wow. Video kiasi kama hivyo ya na hiyo video utaenda kuiandaa na Um ya video mm -hmm. <laughs> Bado ni siri, bado ni siri. Yeah. Bado. Asante sana. Tunakuona wewe ni mtu ambaye waga unagusa kila sehemu. Unagusa bongo flavor na unagusa pia gospel. Wewe ni mtu kabisa upo tofauti sana na wana gospel wote hapa kwetu nyumbani. Na pia vile vile tunaangalia gospel za hapa na gospel za za nje zipo tofauti sana. Na mtu ambaye anajaribu kugusa gospel za nje ni wewe. Ile kitu kwanza tunaomba kazi kidogo cha hapo nyuma ambacho ulikuwa unakafanya. Mwanae. <laughs> na kilicho kushawishi zaidi sana uanze kuiga mambo kama haya. Uh, mimi kijana mimi, uh -huh. Kijana nifanye vitu ambavyo vinanifanana mimi kijana ndio. Kwa hiyo nilikuwa nafuatilia sana waimbaji ambao wapo nje, hmm. mbalimbali, Nigeria, Marekani hmm. Tanzania, Kongo. Kwa hiyo hmm. nikapata, nika kitu nikaangalia hapa nyumbani mziki kama ule ni wachache ndo wanafanya mziki kama ule kwao, mm -hmm. iko na, si vibaya mziki kama ule niulete hapa hapa mm -hmm. nyumbani mm -hmm. kwao. Nikaona nifanye kwanza, mimi kujaribu kufanya kidogo, Mungu akafungua njia Bless. ya mambo yakawa, watu wamenipokea vizuri. Unajua, unaweza kuanzisha kitu lakini watu wasipokee vizuri mm -hmm. lakini namshukuru Mungu kwa sababu niliofanya watu wakapokea vizuri mm -hmm. yeah. Asante sana. Kwa kipindi cha leo mwenetu, tunaona kwamba tumekusaka sana na hatimaye yeah. tumekupata tumekupata, kumbe ulisonta uh, sana, yeah, sana. Mm, yeah. sana. sana sana. sana. Vipi, ya, u, ulikuwa naona kama vile unaweza ukafanya mziki wa Bongo Flava tu peke yake au, au uliitwa tu na mtu fulani akakwambia kwamba anze emba kwenye mziki ya gospel uh, mimi kwanza Mm, historia -hmm, yangu mimi nimezaliwa kwenye familia ya Kristo ya yeah. ambayo yeah, ina hofu ya Mungu wameokoka, ko mimi nimezaliwa nimekutana na hiyo imani, kwa hiyo mm -hmm. yeah. mambo siu ya mimi kiva bongo fleva no misi mi simi bongo fleva, mi naimba gospo mm -hmm. yeah. na kidogo mziki wa bongo fleva na gospo kidogo, sasa hivi kama vinaenda naendana mm -hmm. yeah. lakini sio bongo fleva mm -hmm. ni gospo Asante yeah. kwa hiyo ni mtu ambaye upo unaimba tofauti <laughs> na wengine watu. asante yeah, yeah. Uh, tukiangalia kwenye upande wa management yako, ulituambiaga ya kwamba kwenye uh, kwenye interview moja hivi ambao tukakuta upo na, na wanagospel wenzako, tukajaribu kuuliza hapo, tukakuja kuta bosi wako alifariki, huyu uh, ambaye tulimzika jana hapa, anaitwa Rashidi. Uh, vipi kwenye mazishi yake kule, hatukukuona ndugu yetu, uliko wapi? <laughs> Yeah, umeweza, swali zuri, familia mm, kule tukuona. uh, <laughs> unajua, wa wakati wa huzuni ni mm. wakati mgumu sana ni wakati ambao natakiwa mtu watulize akili, kwa sababu unaweza ukaamua vitu ambavyo wakutarajia yeah. uh, kumpoteza bosi kwenye kazi yoyote ile mm. inamfanya mtu arude nyuma mm -hmm. au inamfanya mtu apoteze mwelekeo kidogo. Sikuwepo kule kwa sababu nipo nyumbani tu ka nimetulia, na sio kama ilikuwa nimesahau, nikuwa nakumbuka kwamba nazikwa mm. bisnesi zilitumwa kwenye magrupu magofu kwamba nazikwa jana yeah. ile na alinifuatilia kuwani online Da, ila nilikuwa pamoja na familia, sio kwamba nilikuwa mbali sana na familia amna, kwa karibu na familia. Kwa upande wa mazishi, kwa upande wa mazishi pamoja kwa familia, lakini hakukuwa kwenye upande wa gospel, kwa upande ni na upande wangu mimi hmm, familia. Kwa hiyo wewe, yeah. ulijiweka kama mimi na pia ni mmoja wao familia, familia? Yes. Yeah. Asante. okay. Ah, tukiangalia pia vile vilevile, um, ah, kwenye jinsi ambavyo unasema kwamba unaandaa video ya R1 na tunajua kwamba, je, bosi wako tayari mzamini alikuwa kama supporter wako tayari ameshapotea, na vipi, kuna mtu mbadala ambaye anakuzamini kwenye hiyo video au ni wewe mwenyewe binafsi? Um, video ya R1 hmm, ni video ambayo ni ngoma ambayo nimeitoa <laughs> zamani sana kidogo kwa nyuma. mm -hmm. ngoma ili iipata wadhamini ambao walitaka video mm. Koo, watu so, kwa watu wamejitokeza sio kwamba ni mabosi wangu mm. Wamejitokeza tu ngoma vmeteke tule video kwahiyo no, mm. Wakawa wana sana mm. Lakini ilikuwa kabla ya bosi kufariki mm. Kao video iliandaliwa kabla ya bosi hajafariki mm. Kabla ya bosi hajakuwepo. Yeah, kazi ilipo, ilipo mm -hmm. ya kazi ipo mezani kwao, mimi ndo nilikuwa na wasubirisha. Baada ya kumwona bosi ametoweka ametuacha kidogo, ndo nikaona da, hii ni nisikae kimya, nikaona bora tufanye video ya ile ya, ya, ile ngoma arawai mm -hmm. kwao, ndomaa tupo mezani tunapanga mambo kwa ajili ya kufanya videos mm -hmm. yeah. Asante sana, twende tofauti na mziki wako wa kisasa tunaenda kwenye we, upande wa surprise music yeah. Surprise music tunaona inaandaa kitu kikali sana. Na pia vilevile hatujua okay. Je, wewe upo ndani ah, umeshapata hadi kadi ya kwenda kuingia kwenye uzinduzi wa surprise music albamu yao utakuwepo pale au ah, vipi? Kuna collaboration yoyote ile ambayo umeandaa na surprise music? Um, moja kwanza ya kuna kazi nimefanya na Surprise. Mm. Na pele pia nitakuwepo kwenye sherehe ya Surprise, ndio yeah. Nimepata yeah, mwaliko kwa nitakuwepo yeah, yes. Um, <laughs> ya kama hivyo utakuwepo perform nini, ya naweza kwa hiyo tutajie na wewe pia yeah, mimi nitakuwepo lazima, tarehe ishirini na, na nane yeah. Najua na, itachimbia sana <laughs> ya yeah, asante sana ah, yes. uh, kwa yule mtazamaji wa TWM najua atakuwa ashaelewa tayari. Najua tulikuwa na mm, na CEO wa Surprise Music alikuwepo, tulikuwa naye kwenye ofisi, na pia hapa tuko na T na Teen, anaitwa T Melody. T Melody najua sio mgeni sana kwako mwanetu, najua yule ambaye anaendelea kutufuatilia mwanzo wengi atakuwa anamjua sana ndugu yetu ah. Uh, labda naweza kuwa na lipi la kuambia la mwisho, tusirefusha sana maneno yetu tuende kuweka mwisho kwenye kipindi chetu uh, hiki. Mungu awabariki sana mm -hmm. Uh, mi naitwa mtumishi T Melody mm -hmm. yani mchaguliwa wa Bwana mm -hmm. uh, ambao ninawaandalia mambo makubwa hapo mbeleni na mm -hmm. mm -hmm. uh, kazi nyingi ambazo zinahitaji support. Ndio. Sapoti, Support yenu ni muhimu sana kwenye kazi ya Mungu mm -hmm. Ya, ni muhimu sana namungu awazidi kuwabariki kwa sababu mnachokifanya mm. mnakijua mm. na mnakisapoti anakitamii kwayo, nawashukuru sana wadao wote <coughs> nawapenda sana eh. mm. yeah, Melody, msisa kusbsribe kwenye akaunti yangu YouTube mm. ya yeah. na Tajiri wa Moyo. Asante pia inawapenda sanadomaana okay, no inaoletea na stori nzuri kuhusiana na sanaa yetu yapa kambini. ya nawapenda sana msisa mm. kusbsrib na flight, na COVID. Asante yes, sana sana, big up sana, kwa yote mm-hmm, ambayo naendelea kufuatilia mwanzo mwenga ah uh, labda hii Melody, uh, na kiswali changu cha mwisho. Hichi kiswali siwezi nikakosa kabisa kuki, kukiweka, unajua tena ah uh, hii hapa ipo tofauti sana na dini, na ipo tofauti sana na na bongo hii vijana ambao hii <laughs> hapa inaendana na life ambayo tunaoishi sasa hivi kabisa. Yani hapo kuna swali moja tu Uh, kuna swali swali moja mbili, kuna swali mbili za kwako, naomba uchukue swali moja tu mundani. uh, uh, chukue kwanza swali ya kwanza, afu ya pili inapata, usome kila mtu akusikie, kwa sababu huyu ni uondo wa kila mtu ambaye anaona hey, interview zetu mwanzo mwenga mwanzo yeah. mwisho hmm. <laughs> Sorry, <laughs> <laughs> mbona ucheka? <laughs> <laughs> uh, swali la kwanza nasema mm. kwamba hivi mm. kumbukumbu gani za utotoni huo mm. unazifurahisha zinakufurahisha unazifura, una, una, mm. sana ukizikumbuka kumbukumbu mm. kumbukumbu gani? Yeah. Kumbukumbu gani za utotoni ambao waga zinakufurahisha ukizikumbuka yani yani. uh, kumbukumbu ya kwanza uh. <laughs> iliambiwa na wazazi kwanza, ah. Uh, waliambia kwamba waikuwa akinipeleka kanisani uh -huh. kwaya yoyote ile kisimama kuimba mimi naenda pale kuwimba, akakwa mbelejunaweza kuonekanonekana pale mbele lakiniazoezi yani akuwa ana kitu chochote cha kufanya pale mbele, ilikuwa dakaa mbele tu pale na kama hivyo sana. Kumbukumbu ya pili. Je, kumbukumbu ya pili ilikuwa ni wazazi wangu mimi mm -hmm. wakigombana wa mm.

Au unaweza ukanipatia swali la uokote, swali la pili humu ndani. Haina noma, weka tu humu ndani, swali la pili hilo. Wale tu nadhani tumejua kumbukumbu ya T Melody ambayo mambo, ambayo alikuwa anayafanya hapo hapo awali. Tangu akingaliji mtoto, jamaa yetu alikuwa anafanya

hilo ndo swali ambalo tulichagua <coughs> uh, tunahitaji majibu na, kama utuweza, tusomee tu kwa comment na tuta comment uh, swali ambalo <laughs> ni la pili mm. Kitu gani huwa upendi kufanya ukweni kwako? Ukweni kwako, najua hichi kitu kitawagusa majamaa yangu. Ukweni kwako ukiwa <coughs> <coughs> oh, <coughs> oh. Ukweni kwako, wewe wewe, kama wewe ambaye namwangalia hapo okay, ukweni kwako, kitu gani ambacho <coughs> uwaga upendi kukifanya, ala Twende kazi. Leo nimemdondokea T Melody <laughs> bara ipo kwake. Uh, ukweni mm. niseme, heshima heshima ko lazima, niende kwa taratibu mm -hmm. koo kama ninanizafambo nafanyaga nyumbani mm. nikifika ukweni pale kidogo mm. inakuwa respect. Mpaka hapo hatujapata jibu <laughs> atujapata jibu uh, kwa uh, sababu kila mtu waga akifika ukweni lazima awe na nizamu yeah. <laughs> Vipi ukiwaja pale wazee, nini kitu gani ambacho uwaga utamani kukifanya, kitu ambacho uwaga unafanya nyumbani ukiwa na mkeo ndani tu, tujue hivyo mm. na pia kuna wale ambao watagegi kula sana, unaona mambo kama hayo mm. uh, wewe well, sasa kitu ambacho sikipendaji ni

Yeah. A nikichukua na mke wangu nyumbani najiachia tu, <laughs> uh, usisahau kusubscribe, kukulike, na kucomment. Yabale, hapa ni TWM na kama utapenda uondo zaidi na zaidi tunakukaribisha kwenye TWM. si bila kusahau ya kwamba uh, tarehe ishirini na nane ni uzinduzi wa surprise music. Karibu, arikadi zipo, njoo kwa TWM tutakuelekeza jinsi ya kufanya jinsi ambavyo unaweza ukapata adi kadi na uka enjoy siku hiyo ambayo watakaozindua surprise music. Ban, karibu.